Urusi na Iran zinatarajiwa kusaini mkataba mkubwa wa miundombinu mwezi ujao wa kuanzisha njia mpya ya kibiashara ya kimataifa kupitia ujenzi wa reli ya Rasht Astara, kipande muhimu katika mradi mpana unaoitwa International North South Transport Corridor INSTC. Reli hiyo yenye urefu wa kilomita 162 inatarajiwa kuunganisha mtandao wa reli wa Urusi na ule wa Iran hatua ambayo itabadilisha kwa kiasi kikubwa njia za biashara kati ya Asia, Mashariki ya Kati na Ulaya. Mradi wa Rasht Astara railway utahusisha kuunganisha miji ya Rasht kutoka Iran na Astara mpakani mwa Iran na Azerbaijan, na hivyo kuunda njia ya moja kwa moja kutoka bahari ya Kaspian hadi kwenye mtandao wa reli wa Urusi unaofika Ulaya ya kaskazini. Mara reli hiyo itakapokamilika, bidhaa kutoka India, Iran na mataifa ya Guba zitakuwa na uwezo wa kusafirishwa kwa kasi kupitia Iran na Urusi zikifikia masoko ya Ulaya bila kupitia njia ndefu ya Suez Canal. Ujenzi wa reli hii ni sehemu ya jitihada za nchi hizo mbili kuunda njia mbadala ya kimataifa ya usafirishaji wa bidhaa inayopunguza utegemezi kwa njia za magharibi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa uchumi wa kimataifa, njia hii mpya itapunguza gharama na muda wa usafiri kwa zaidi ya 40%, jambo litakaloinua hadhi ya Urusi na Iran kama vituo muhimu vya biashara ya bara la Eurasia. Ushirikiano huu pia unachukuliwa kama jibu la moja kwa moja kwa vikwazo vya kiuchumi vinavyowekwa na Marekani na Umoja wa Ulaya kwani utatoa mtandao wa usafirishaji usioathiriwa na mamlaka ya kibiashara ya magharibi. Mkataba huu unatarajiwa kusainiwa rasmi mwanzoni mwa mwezi Novemba mwaka huu na utahusisha makubaliano ya fedha, usalama wa reli na ujenzi wa miundombinu ya mizigo ya bandari ndogo. Urusi imeahidi kufadhili sehemu kubwa ya ujenzi kupitia benki zake za maendeleo. Uko Iran ikijitolea nguvu kazi na ardhi kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Kremlin imeuelezea mradi huo kama sehemu ya kipekee ya kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Waziri wa uchukuzi wa Urusi Vitali Sevliev alisema kuwa reli hiyo ni moyo wa usafiri wa bara la Eurasia na itaiunganisha Urusi moja kwa moja na guba ya Uajemi. Kwa upande wa Iran, waziri wa barabara na maendeleo ya miji Mehrdad Bazpash alisisitiza kuwa ujenzi wa reli ya Rasht-Astara ni hatua ya kihistoria inayofungua mlango wa uchumi wa Iran kuelekea kaskazini mwa Asia na Ulaya. International North South Transport Corridor INSTC ni mtandao wa usafiri unaopita India, Iran, Azerbaijan, Urusi pamoja na kufikia Ulaya. Mradi huu ulianzishwa rasmi mwaka 2000 lakini umechukua kasi mpya kutokana na mabadiliko ya kisiasa na vikwazo vya kibiashara vinavyowakabili washirika wake. Kwa kukamilika kwa reli ya Rasht-Astara, INSTC itakuwa na uwezo wa kubeba zaidi ya tani milioni25 za mizigo kila mwaka na kuchochea ukuaji wa uchumi katika ukanda wa Eurasia. Wachambuzi wanasema kuwa mradi huu unaashiria kuundwa kwa mhimili mpya wa kiuchumi wa mashariki unaoongozwa na Urusi, Iran pamoja na India. Kupitia njia hii Moscow itaweza kuunganisha bandari za bahari nyeusi, Caspian na guba ya Wajemi, huku Teheran ikijipatia fursa ya kuwa kitovu cha biashara kinachounganisha bara la Asia na Ulaya. Ushirikiano wa Urusi na Iran katika mradi wa Rasht-Astara Railway unaonyesha wazi mwelekeo mpya wa dunia unaokwepa nguvu za magharibi. Wakati mataifa haya mawili yakiongeza ushawishi wake katika sekta ya usafiri wa kimataifa, ni bayana kuwa reli hii haitakuwa tu njia ya mizigo, bali alama ya ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimkakati unaounda sura mpya ya dunia ya mashariki.